Jambo, jambo kwa, kwa diaspora Grand Kivu International, hapa ni porte parole wa mvuma wa papiko mkamba David, ambaye nilipokea kiasi ya pesa kutoka kwa eh, wa diaspora Grand Kivu International. Ilikuwa kiasi ya pesa eh, 400 dola na hiyo 400 dola ilikuwa kwa ajili ya kutumia chakula ya kuuza chakula, sabuni, mafuta na kadhalika Alikuwa bezio kuuza kama ni bunga nani ya mwinji, kwa kuwa wasita wetu wa moja wenyewe awatimili awa bunga. Tukafanya nguvu yote, tukauza miogo, tukauza miogo mwa ile pesa, tukauza miogo, tukauza mafuta donc miogo njoo hii eh, tukauza mafuta ni hii bidon moja, tukauza saki ya mchele, tukauza tukauza chumvi. Eh, saki ya maragi naoza njo kazi yenye zile pesa zilifanya ile. Na kwa sasa tuko tariki, tuko tariki makumi mbili na kenda ya mwezi wa, wa kumi mwaka wa elfu mbili makumi mbili na tano tunapatikana mjini Kalama. Kalama ndio kwenye kuko Line de Fro ambayo viongozi wa Axe wapatikana kwa sasa, tuliona kama hatuwezi vifanyia mwenga

mais General Molige Mabanzi gulin observance wa plateforme axe Mwenga Shabunda, ndiyo tuko apa kulin defon route nationale numero 2 Joi. Hapa na ile bilima iko ngambo na ngambo kule, ndi nafanya deploiement ya kwangu ii plaque forme ya kwetu yes. Iko na di mouvement, mouvement za kutoka Shabunda, movement za Mwenga. Tunashukuru sana kwa ndugu wa diaspora kuanja kutukumbuka na EMT rie. Na vikosi tuko nazo ni mingi sana. Basi wenyewe movement kumi iko iko na vikosi mingi. Tuko na maeneo. Tuko naangaliana na adui kote ya tubimbi hapa mbele yetu. Tunaangaliana na adui kote ya njia nzibira. Tunaangaliana na adui pale. Huko tunafunga njia kule banaita Karla Burini tuko pale tunafunga pale, vikosi vyote biko kule. Hii chakula ni kidogo, lakini sifa kwanza kwa ndugu kwa kutukumbuka parce, hii tulikuwa tunaona biko naifanya kule kubenzi yetu bangambo ya Uvira, na leo gloire a Dieu a travers au ndugu yetu anatuunganisha nabo. Sisi tunaongozwa na mzee Nyakiriba Matebura danye general major wa kwetu, ndio tunaongozwa naye ile platform ya kwetu. Repo. Njo, tunaongozwa naye hapa, tuko na viongozi mbalimbali mbali ya hii team movement. Huyu mnamuona hapa ni general wa spese, ni bwana, jina yako nani general ukifasirie? Bya Mungu bia koloka shetani, bya Mungu bia koloka shetani, ni wasepese ya mbale wengale bla. Huyu kiongozi mnamuona hapa atajifasiria naye ni general nikachebe tendelonge Herve general wa movema TPNC. Okay, huyu mnamuona hapa naye ni mzee ni general naye wa ingine movema atajifasiria ye peke kwa jina lake okay. Ye mzee anaitwa Nyangilu Samba ni general major wa MLPC. Okay, huyu mnamuona hapa naye ni general atajifasiria jina lake, ni kwa kotea shabunda

melogi wa General Ibanda huyu mnaona hapa naye anamrepresenter General general grupe ya bishake bishambuke kutoka Itombwe, tuko nabo huku tunatumika nabo pamoja. ai fox ya kwake njo inafunga kule mko nasikia mikenge tu, biko napambana kule mikenge pamoja na General Ngomanzito njo biko pamoja pale, atakifasiri naye jina lake ni Prince Asukulu Koma. Na ni sekretere general wa plateforme yeye. Yeah, ni sekretere general wa kwetu wa plateforme ya kwetu ya axe Mwenga Shabunda. Huyu naye mnamuona hapa, ana representer naye kutoka kule Shabunda na yeye atajifasiri jina yake, ni colonel <coughs> hapa na mimi naitwa kwa Ignace Rigobert Andre mimi ni Huyu okay, ni komanda PM wa platforme ya, ya kwetu ya axe ya kwetu asegue yake iko pale Titulaire wa kwake na iko pale. Iini kote Shabunda kote Mwenga manake tuna mixe batu wote kwa kupiga adui tu hii teritware mbili ilikutana kwa ajili ya kukua kitu moja, tunapanga force yetu moja kwa ajili tumuondoe adui, njo objektife yetu sisi. Hatuna wadui na mtu mwingine, hatuna wadui na FRDC, hatuna wadui na bazalendo bengine. Adui wetu sisi ni mmoja tu M23, na objektife yetu siye bote ni moja sisi na FRDC

itaenda na shie bega kwa bega aji baone gisi tukuenda tunaangusha adui na kwenda nakombola migini yetu pole, pole. na yeye atakuwa napana raporo direct, kule kurade. Bwana iko hapa atajifasiri jina yake. Ndiyo, tunashukuru kwanza wa diaspora wetu kwa majina. Naitwa kwa jina la Muganza Songelelo Bike Rouge, yani mimi ndio coordinateur wa axe operationnel ya Mwenga Shabunda ni kusema hii shukurani sijua niseme nini, na wengine wa diaspora ambao wanakuwa mbali ya inchi au ndani ya inchi waone mfano i wa ndugu wetu wa Grand Kivu ambao wanakumbuka kusaidia watoto wenye kuwa kuvita, na tunajua kama aveke hii anonsi wenyewe wenzetu wanafanya kwa kweli. Tunajua kama vite tena kamata upeo yake na adui hata aata sogelea Mwenga, na tunajua kama na Bukavu tutakamata sawa vile ukombozi, nasema na tunajua hii ambayo tunafanya hapa inafika sai sai masikio ya rade mnivu ya Kinshasa, mnivu ya province ya sud Kivu, yani inapatikana huko Uvira, na wote washike mfano kama na hii na kujua kama hii umoja ambayo Shabunda na Mwenga likamata ikuwe mfano kwa watu wote, na armia ambayo inajiunga ina, ina kwanza mkono meme na waraia walikuwa pembeni ya hii nani, washike mfano ya gisi wa wanajeshi wanakamata kugomboa nchi na vingine, misaada ikuye au naleta chakula, wengine walete vifaa fulani fulani ya kusaidia uh, wazalendo wetu ambao walijitoa, na tutajua kama Mungu atakao upande wetu sababu Mungu alitupatiaka teritware ya Shabunda na Mungu alitupatiaka teritware ya Mwenga na tunao matumaini kama aveko shujaa ya vijana wetu na hivyo wanakuwa kusapo mwenyewe huko observance observance wa hii movement au platforme ya Mwenga Shabunda. E, unakuwa na recommendation gani kwa wandugu wenzetu ambao warega wa diaspora gratie internationale, unakuwa na recommendation gani kwa ajili kwao? Basi kwa ufupi bo tunalomba kwa, kwa, kwa, kwa, tuna kwa wandugu zetu sababu hatuwezi kuwalomba sira hii kule. Tunaomba kwenu mwaide communication, tunalomba kwenu tupate tena mabash hizi, hatunazo sababu nchi tuko naenda nayo ni nchi kavu, kwenye tuko naenda kufanya operation kotea ya walungu. Tunaomba tupate magodio inaweza ikatusaidie mumatope. Tunaomba dawa afya yetu, dawa tuko na bablese biko ba mingi siku nyingine tutafika kwa hospitali tubaoneshe mablesi za kwetu, kwa sababu isionekane kama hatufanyi kazi fasi kwenye kwa kutoka blessing. Manake pale fasi ile sasa siku inalia ile, inaweza ikatusaidie sana, na tutaenda mbele, na tunawapatia ile moyo wa kumbukumbu kumbu, na Mungu abaongezee mara mia kwa hii geste mnafanya. Basi asante sana, na viongozi wanawashukuru sana mikono.